Na kuhusu swala la mashabiki tunafahamu mwanzo, uh, tulifahamu kwamba tutachezea kwenye uwanja wa Mkwakwani, lakini baada ya kufungiwa mechi imehamishwa kwenye uwanja wa TFF. Unadhani ule uh, uwanja unatosha una kuweza kuaccommodate mashabiki ambao watasafiri kuja kuishabikia timu uh, kwa kwa ungekuwa bora zaidi uh, kwa mchezo wa kesho, lakini uh, tunafahamu kwamba ukiwa umejiandaa na kuna kitu unakitafuta uh, wanasemaga ni kama jeshini nah, popote utakapopelekwa itabidi upambane kuhakikisha kwamba unaikabiliana na vita na kuweza kushinda. Kwa hiyo kwa, kwa uwanja wa TFF uh, I think tukitoka hapa tutaelekea huko kwa ajili ya kuona mazingira ya uwanja, lakini ni uwanja ambao uh, sio mdogo na yes, kwa idadi ya mashabiki ambao watakuja kwenye mchezo wa kesho uh, utaweza kuchukua idadi ya hao mashabiki ambao Eh, wanatokea Arusha huko kwa ajili ya kuja kuungana na sisi kwenye mchezo wa kesho.